Leo nataka nikapige stori mbili tatu maeneo fulani hivi, na wanangu, sawa. Tutakuwa kwenye mahojiano ya muda mfupi. Ah, sehemu yenyewe sio mbali sana, sio muda, atafika hapo, afu nitaendelea kupiga nao stori. Au vipi, wenza? nipo katika mji wa mvua. Ah, leo nabatika kupiga stori na wadada wawili ambao wako maeneo fulani. Ah, kwa mtu ambaye anaijua mvua lazima atakuwa anaelewa ni sehemu gani. Nataka nipige nao stori mbili tatu. Yeah. Yeah. Dada, habari ya saa hizi, uko poa? Unaitwa nani? Nasma. Habari ya saa hizi dada, uko poa? Unaitwa nani? Yusa. Yusa bwana, samani kwanza. Nianze na Yusa. Yusa, we ni mkazi wa wapi? Mkazi, mgazi Ngazi, ngazi mngazi uko wilaya gani? Kisaki. Kisaki, unapoenda hivi Kisaki, mm. Ah, we pale ni nyumbani kabisa au mm. Ah, pale nyumbani kwenu kwa mfano hiyo nini, Ngazi, najishughulisha sana na biashara gani au na kilimo gani? Mpunga, mahindi, ufuta. Uh, unataka kunambia kwa mfano kama mimi nakuwa nimekuja pale kwenu uh, nikachukua labda eka zangu moja au mbili, nikapiga zangu mpunga pale, naweza kupata labda maximum ni gunia ngapi? Inategemea mpungo kikubali au kikata. Kwa eka moja, yani maximum nimepata sana au nimekosa sana ni kiasi gani? Naweza nikapata gunia ishirini. Gunia ishirini kwa eka moja, hapo nakuwa nimepata, nimekosa ni nimepata ile nimekosa kumi na tano. Na kitu kingine nilikuwa nataka kuuliza ah, wewe kwenye maisha yako unapendelea kitu gani? Kwenye maisha a eh, kulima kulima. Ah, kitu kingine biashara, kujishughulisha tu biashara, kama hivi kwa mfano, hapo saizi akatokea mzamini, bwana, mi nataka nikupe mtaji Unafanya biashara gani ambayo utakuwa nayo makini? Yaani, kuchukua vijino na viatu, kutembea mtaani, kukopesha, biashara nyingine, biashara nyingine yeah. Mimi nimeipenda tu ah. Okay, sasa na, una kuambiaje watu ambao hawajishughulishi? Yaani kuna wale wanakifani ambao wenyewe wako tu nyumbani kama beki tatu, unawaambia nini? Ninaambia tu ajishughulishe apambane na maisha yake, maisha mm, yake. Okay. Wewe mpaka saizi hapo ulipo umeolewa? Sijaolewa. shida ni nini? Sijaamua tu ni maamuzi, bado sijaamua kwanza. Ah, shida ni nini? Labda bado, wakati wangu kifika nitaolewa, wakati wangu kifika nitaolewa. kwani sahizi naila ka ishirini na moja miaka ishirini na moja. Kila unaomba Mungu utakuja tukupata kupata mu sindio? Ndio yeah. Sawa basi, mimi yangu yalikuwa ni hayo tu, ila natamani siku moja migimfiki watu mngazi dada dadana. hmm? habari ya uzima. Ah, tamani nahitaji kujua labda ivi, huyu ni mkazi wa sehemu gani kwetu kabisa, ama yani nyumbani kabisa ambapo mezaliwa mwaagonosemganiz Mzumbe. Hivi Mzumbe wanajishughulisha na nini? Yaani biashara ambazo pale Mzumbe wanajishughulisha nazo ni biashara gani na biashara gani to... nini? Wakulima, wakulima wa nini yani oku, nani? Ulimaji huko aina nyingi, kuna wengine ni wakulima labda iza wa maharage, viazi, nini, vitu vingi vingi. Hasa nyinyi pale, yani ambacho mnajishughulisha kinachowaingizia kipato ni nini? mahindi na mpunga. Ah, kwa mfano kama wewe sawa, umechukua ekali mbili pale mzungu ukapanda zako mahindi na uwezo wa kupata kumiandaa baada ya kuvuna. Wewe mpaka sasa hivi unajishughulisha na kitu gani ukiachana mbali na kulima? Aa, yani biashara gani ambayo unaipendelea? Sasa hivi bado, na sina biashara yangu, nimeajiriwa. Umeajiriwa? Eh, eh, ni biashara gani ambayo we unaipendelea sana yaani, kwa mfano saizi hapa katokea mtu bwana, nami nataka nituke mtaji, unaweza ukafanya biashara gani? Shanakiria ya kufungua duka la vinywaji mm. Kwa mfano sasa hilo duka la vinywaji linaweza tatalimu labda bei gani, kwa mfano, kama mtaji wa kuanzia mtaji, eh, unaweza kufikia hata milioni milioni. Ah, unawambiaje wanawake ambao hawajishughulishi wapo tu majumbani kama bibi tatu, kusema na washauri tu, wanawake wezangu wajishughulishe. mm. mm. asipende tu kukaa au kutegemea mwanaume Mm -hmm. Wanajishughulisha na kazi zao zinazoongezea kipato. Ah, mm -hmm. Wewe ni mkazi wa Mzumbe ah. Una umri wa miaka mingapi? Na miaka 25. Ulishawahi kukutana na changamoto yoyote, aidha ulishawahi kuolewa? Ulishawahi kuolewa, ulikutana na changamoto gani kwenye mahusiano au kwenye ndoa? Changamoto <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> zipo za kawaida. Katika, maio, katika maisha tuseme labda ya ndoa, watu wote wanapitia, so changamoto ndogo ndogo, lakini sio changamoto zile kubwa. Kuna mm, washauri nini, watu ambao wameshaingia kwenye mahusiano au ambao wanategemea kuingia kwenye mahusiano, unawashauri kitu gani? Yani wale ambao wanategemea kuingia kwenye, kwenye mahusiano, unawashauri kitu gani? Na wale ambao wapo kwenye mahusiano, yani kuna yaani, unawashauri nini, kwamba wafanyaje? Ei, za kutokana na wewe, changamoto ulizopitia, unawashauri nini? mm. walikuwa kwenye mahusiano <laughs> <laughs> <Kutugani. laughs> <laughs> Yeah. na washauri tu walikuwa kwenye mahusiano na washauri, na washauri tu wadumu kwenye mahusiano yao. So yani, mnaweza mkagomana kidogo, mkataka kuachana kwa, kwa mm. maisha, yanabidi mvumiliane, mvumiliani Uh, na wale ambao wanataka kuingia kwenye mahusiano maanake, sasa hivi unajua, ni dunia sasa hivi tunavyoenda, vijana walio wengi sana wanakuia musin bila kujua nini maana wanaa, na ni kitu ambacho nahisi kinaweza kikaa kinawapa changamoto ah vijana kwamba wanakuwa wanaumizwa sana, si unawaambia nini hao ambao wana ig kwenye mahusiano akuake mahusiano mtu ndo aingie kwenye mahusiano sawa. Basi mimi bwana, ni washukuru nimekuwa nimechenda tu kupiga stori na nyinyi mbili tatu na dada. Mimi nikushukuru sababu kula yangu mimi nikupiga stori na watu kama hivi, kwa hiyo kipindi kingine kitakapokuwa kinahitajika, mimi niko tayari kufika, sio na nini? Au kuna mmoja anaweza labda akawa hayuko tayari kufika, sio na nini? Utakuwa huko tayari. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, muendelee kuwa na siku njema. Jina langu mimi ni Atanasi Mbembati.